Nasherekea vizuri kwa siku ya leo, japokuwa wateja ndio hamna. Biashara mnavyoona, kumepoa sana mtaani, ila tunamshukuru Mwenyezi Mungu wazima wapya kabisa. Ndivyo tunapambana, tunaangalia kwa siku ya leo itakuwaje na kesho, kama itaendelea hivi hivi tutajana na kufanya Sikukuu ya leo bwana naisherekea vizuri lakini ni tofauti na sikukuu zingine. Sikukuu zingine tumezoea wateja wanakuwa ni wengi, tunauza vitu, biashara inakuwa ni nzuri. Lakini leo ni tofauti kidogo. Watu ni hamna, wanakuja mmoja mmoja. Eh, ndo kama hivi. Wanachukua kimoja kimoja, kimoja na tosha. Ah, sisi watu wa, wa, wa maji biashara yetu inaenda vizuri. Na tunasherekea vizuri sana kwa sababu watu saizi maji hatoki, tunauza. Tunauza dumu moja elfu mbili hapa. Mimi nimeuza dumu zote narudi, naenda tena bombani kule, na chota nikirudi hapa nauza, napata hela, naenda huko kwa Mwantumu huko na kunywa zangu narudi safi.